Faida namba moja ambayo tutaitazama kwanza kabisa: kweli humweka mtu huru. Kweli inamweka mtu huru. Mtu anayejua kweli, anayefahamu kweli, anayetembea katika kweli, mtu wa namna hii huwa yuko huru. Utanielewa tu namaanisha nini naposema humweka mtu huru. Unaweza ukaangalia leo hii watu wengi wanaweza wakaishi kwa wasiwasi na mashaka kwa sababu hawajui kweli. Au unakuta mtu fulani anaanzisha kitu fulani cha kufanya, lakini kile kitu anakifanya kwa wasiwasi, anakifanya kwa mashaka kwa sababu gani? Hajui ukweli kuhusu kitu anachokifanya, hana ufahamu, haifahamu kweli juu ya kile anachokifanya. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Atafanya kwa wasiwasi, atafanya kwa mashaka, atafanya kwa wasiwasi, atafanya kwa mashaka, kwa sababu hana uhakika na hilo jambo analolifanya, hana uhakika na kitu anachokifanya. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo ambaye hana kweli, anakuwa hayuko huru, anakuwa kama mtumwa. Unakuta anafanya kitu kama mtumwa, anafanya jambo kama mtumwa. Sijui kama tunaelewana, watu wa Mungu. Anafanya kitu kama mtumwa kabisa, ukimkuta anateseka, anangaika, anafanya hivi na hivi na hivi na hivi na huyu mtu akitikiswa tu kidogo, akitikiswa kidogo tu, unakuta anahama au anaachana na jambo ambalo lilianzisha. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini mtu yule ambaye ameijua kweli anakuwa huru na anakuwa na uhakika na kila anachokifanya, na, na, na hawezi kuyumbishwa na mtikisiko wote ule ambao utakuja katika maisha yake hawezi yumbishwa na mtikisiko wote ambao utakuja katika maisha yake, kwa sababu ana uhakika na kila anachokifanya, ana uhakika na kila anachokitenda, ana uhakika na yale ambayo anayafanya katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukijua kweli au ukitembea katika kweli, utakuwa huru kweli kweli. Nje na hapo, kama hauifahamu kweli, haujui kweli, utakuwa unafanya kitu ambacho hujathibitisha kuwa ni sahihi. Unakuwa na mashaka, kwa sababu hujathibitisha kitu hiki kwamba ni sahihi au la, kwa sababu kweli ni kufanya jambo ni kitu ambacho kinajulikana na kimethibitishwa kuwa ni sahihi sasa kama hujui kweli maana yake hauna uthibitisho wa kile unachokifanya kuwa ni sahihi au ni kiko sawa bwana Yesu asiwe sana bwana Yesu asinielewe. twende tukasome yohana mtakatifu yohana mtakatifu sura ya 8 mstari wa thelathini na moja mpaka thelathini na mbili neno la mungu linasema hivi basi Yesu akawaambia wale wayahudi waliomwamini ninyi mkikaa katika neno langu. Sasa tunaanza kuona, hapo nyuma tumeweza kuzungumza nini? Tumeweza kuzungumza habari ya namna ya kujua kweli, tukazungumza kwamba ili ujue kweli lazima umjue Yesu. Ukimjua Yesu utakuwa umejua kweli. na Yesu namjua vipi? ni pale ambapo unakaa na kulitafakari neno lake, neno la Mungu tutamjua sasa Yesu anawaambia Wayahudi ya kwamba mkikaa, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mthali wa 32 tena, mtaifahamu kweli nayo, na hiyo kweli itawaweka huru. Anasema kwamba mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Maana yake kukaa katika neno lake ni kuishi neno, ni kuliishi neno. Bwana Yesu asiwe sana. Unafikia kiwango unaliishi neno. Unakuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Bwana Yesu asiwe sana. Ndio maana haitoshi mtu kusema tu Bwana nimemkili Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu, halafu usiwe na muda wa kukaa au upate mafundisho kuhusu neno la Mungu. Au ni sawa na mtu ambaye anaombewa Mungu amponye, halafu akishaponywa ana sepa zake. Huyu hajawa mwanafunzi wa Yesu ili mradi kwamba ameombewa kwa jina la Yesu amepona, lakini bado hajawa mwanafunzi wa Yesu. Kiwango atakapofikia kukaa na kujifunza neno la Mungu, pale ndio atakapokuwa nani? Mwanafunzi wa Yesu kwelikweli kweli. Mwanafunzi wa Mungu kwelikweli kweli. Na ndicho anachoambia Yesu hao Wayahudi, na vilevile anasema tena, mtaifahamu kupitia hilo neno ambalo mtalisikia mtalishika, mtakaa katika hilo neno, mtakuwa mmeifahamu kweli, mtakuwa mmeifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru, na hiyo kweli itaweka huru. Maana yake kama hujui kweli, hauwezi kuwa huru, hauwezi kuwa huru kama haujui kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli ni nini? Na kweli ni Yesu mwenyewe. Kweli ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Kweli ni nini? Kweli ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hata katika Yohana kumi na nne anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu hawezi kwenda kwa Baba pasipo kupita kwangu. Kwa hiyo ili ujue kweli, ujue njia, saini ipi Ujue jambo hili ni sahihi au liko sawa, lazima umjue Yesu, ulijue neno, utembee katika neno, ukae katika neno, yawe ni maisha yako. Neno la mungu liwe ni sehemu ya maisha yako, utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka, itakuweka huru. Kwa hiyo, mwana wa Mungu, ukikubali kweli, hakika utaifahamu na itakuweka huru kabisa katika maisha yako itakuweka huru katika unalolifanya, itakuweka huru katika kila jambo ambalo unalitenda, kila mahali, kila kitu unachokifanya utakuwa huru, hautaangaika kuteseka, kujificha. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu nakuta wanahangaika wana, wanafanya kitu kiflani kwa maficho, maficho hii fulani, asinione wewe, asinione hivi. Bwana Yesu ni kweli. Kuna vitu vya asili, lakini kuna kuna asili na kuna uoga kuna siri na uoga na wasiwasi na mashaka. Wengine tunajifariji kwenye woga, tunaona kama vile ni siri, kwamba kwamba iki sitaki akione fulani, naogopa si kione, asione fulani ili ni siri, kumbe ni woga, sio siri. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Watu wa Mungu, kwa naamini tunaelewana ya kwamba kweli ikiwa ndani yako itakuweka huru Iwe kwenye ndoa yako ah, ninaweza nikatolea mfano mzuri kwenye ndoa. Sijaoa, sijaoa, lakini mwingine anaweza akasema, sasa huyu anatolea mfano kwenye ndoa, ndoa wakati hajawahi kujua hata ndoa ikoje. Sasa mimi na nasema na, kulingana na navyoelewa sasa, kama nitakosea, ninatolea mfano, ninachokizungumza natolea mfano kwenye ndoa, kwa sababu tumeona wana ndoa tumeshuhudia wanandoa wanavyohangaika. Wakati mwingine hata ambao hatujaua, tunaomba ushauri na wanandoa hey, kuna mambo mengine wanatuomba ushauri, tunawasaidia maombi. Sasa mimi nitazungumza ambayo yapo ndani ya uwezo wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanandoa watu waliounganishwa pamoja, mmojawapo asiposimama katika kweli au mmoja wapo asiposimama katika kweli, lazima atakuwa na mashaka katika maisha yao. Bwana Yesu asiwe sana. Hata kuwa na imani na mwenzake na mwingine, hata kuwa na imani mume, hata kuwa na imani na mkewe na mkewe na mke hatakuwa na imani na mmewe, kwa sababu kuna mmoja wapo hayupo katika kweli. Bwana Yesu asiwe sana. Hawa watu watakuwa na kifungo, watakuwa na kifungo. Japokuwa wapo wawili ndani lakini kama mmoja wapo atembei katika kweli au hajaijua katika kweli, lazima kuna mmoja atateseka, kuna mmoja atateseka. Lazima aijue kweli, kila mmoja ajue kweli, kuhusu mume wake ajue kweli kuhusu mke wake. Hawa watu wakishajua wakafahamiana vizuri, inakuwa ni rahisi. Hata wakikutana vikwazo, ni rahisi kusoti, ni rahisi kutatua changamoto waliokutana nao, kwa sababu wana ukweli mikononi mwao tayari, wana ukweli ndani yao. Bwana Yesu asuwe sana, wana ukweli ndani yao. Lakini kuna mambo mengine anaweza akafanyika katika ndoa ambayo ni ya kweli. Bwana Yesu asiwe sana. Niliwahi kudogezea hapo nyuma tulipoanza somo letu, ya kwamba kweli haijalishi inasimama upande gani, inaweza ikasimama upande mbaya au upande mzuri. Bwana Yesu asiwe sana, kweli haibagui. Nikakutolea mfano, mfano wa Hezekia. Hezekia, kuna taarifa mbaya kaletewa, lakini hiyo taarifa ni ya, ni ya kweli Sio kwamba ni ya uongo, ni ya kweli, lakini ni taarifa mbaya. Kwa hiyo kuna kweli ambayo inaweza ikawa ni mbaya kwa wanandoa, mfano mojawapo, ikajulikana ya kwamba kuna mwingine anatoka nje ya ndoa au anamchiti mwenzake, halafu mwingine ndo akajua, maana yake akaifahamu ya kweli hiyo kweli itamsaidia huyu mtu aliyejua endapo na yule mwingine akakili kweli. Bwana Yesu asiwe sana. Sijui kama ninatolea mfano ambao unaeleweka, sijui, lakini naamini wanaielewa. Lakini kama kuna mmoja amefahamu kweli halafu kuna mwingine akubaliani na kweli iliyosemwa, ujue hapo kutakuwa na shida pande zote mbili kutakuwa na shida upande wa mwanaume, nitakuwa na shida kwa upande wa mwanamke. Huyu atakuwa na wasiwasi kwamba mke wangu tayari sasa amejua kuwa nimetoka nje ya ndoa, halafu naye huyu atakuwa naumia, kwa nini anakataa, na wakati na uthibitisho na uhakika kabisa, amefanya hiki, lakini amegoma. Kwa nini tu asikubali aniombe msamaha yaishe? Umeona? Yani vinakuwa na maumivu pande zote mbili, lakini hawa watu wakikubaliana katika kweli, mwanamke sawa, ameona tatizo, amethibitisha kwa mumewe, akamwambia na mumewe akakubali ya kwamba hili na hili, wakatengeneza wakombana msamaha, hawa watu wanakuwa huru, wanakuwa huru katika hilo jambo maana yake kama imani itarejea, wataaminiana tena. Bwana Yesu wasiwesa, ijapokuwa kwa akili ya kibinadamu sio rahisi. Wanasemaga, wanasemaga wanandoa huko wanasemaga, ikitokea mtu kamona mwenzake nanii, sio rahisi kumwamini kama mwanzo alivyokuwa namwamini, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana, hakuna inachoshindikana.